O, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni sauti za wanawake. Rais Samia aeleza harakati za wanawake kutafuta usawa kushiriki kwenye uamuzi, aeleza umuhimu wa bima ya afya kwa wote na kinachoendelea Bawacha UWT na ACT waweka msimamo kuhusu uchaguzi 2025. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa mbele wa gazeti Mwananchi ni ya Rais Samia Suluhu Hassan ikisema ni kazi ya wazazi, serikali, viongozi wa dini, walimu na jamii kwa ujumla, tuna kazi ya kurudi nyuma kulea watoto wetu, kujenga kizazi kitakachokuwa na maadili ya Kitanzania, kita na kizazi kitakachoheshimia. Na habari kamili ni katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Biteko: wanawake wasisubiri kuletewa, wazitafute nafasi. Naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Dr Doto Biteko amesema hakuna namna nchi inaweza kusukuma ajenda ya mwanamke kama hawatakuwa sehemu ya uamuzi. Kutokana na hilo, amewataka wanawake wasisubiri kuretewa nafasi, badala yake wazitafute, wazipiganie na kuzitumia kikamilifu. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa sita pamoja na ukurasa wa saba wa gazeti hili. Mchakato wa undoaji wa jimbo Katoliki Bagamoyo ulivyokuwa habari katika ukurasa wa sita wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika mnyukano wa CCM kigamboni wafukuta makala aonya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa ishirini wa gazeti hili. Licha ya viongozi wote wa ngazi za juu kabisa wa chama cha mapinduzi CCM kuwaonya makada kuacha kujipitisha kwenye majimbo na kufanya siasa chafu, mambo bado yameendelea na sasa hali si shwari katika jimbo. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa ishirini. Ubunge wa Mwambe moto wakili ashinda rufaa kortini. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Mwaka elfu mbili na kumi na tano Cecil Mwambe alichaguliwa kuwa mbunge wa Ndanda kwa tiketi ya Chadema. Alihudumu kama mbunge wa jimbo hilo kwa tiketi ya chama hicho hadi Februari 20 alipodaiwa kuwa alihama Chadema na kujiunga na CCM. Hata hivyo, aliendelea undani. Wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne. Raha na karaha za wazazi huchagulia watoto wenza. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na mbili na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele ya Jumapili ya leo. Pata nakala yako, some ndani zaidi.